A taratibu nukomba, wa Bogo, ni kwamba naitwa Joram Abdalla Mbogo ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kaliwa katika mkoa wa Tabora, na ni mjumbe wa baraza kuu na ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Dugu na habari, tumeona ni vizuri zaidi tuzungumze na ninyi kwa haya mambo machache kwa sababu tumeona kuna haja ya kuja kuleta malalamiko yetu kwa msajili wa vyama vya siasa kwa sababu kuna uvunjifu unaofanyika na viongozi wakubwa wa, wa chama chetu katika katiba na ili upate usajili kwamba ni lazima katiba kwanza ipitie kwa msajili wa vyama vya siasa. Lakini baada ya haya tutakwenda kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali, kwa sababu tunaamini wazi kwamba kuna ubadhirifu katika matumizi ya ruzuku ndani ya chama. Kwa utangulizi, mtakumbuka kwamba juzi katibu wa Chadema mkoa wa Tabora kwa niaba yetu wajumbe 78 wa baraza kuu na viongozi wengine wa mabaraza ya vijana na wanawake wanne kufanya kuwa jumla ya wajumbe 82 kwa pamoja, tulizungumzia na ninyi wanahabari kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu yanayotishia ustawi wa chama chetu, na mtakumbuka kwamba tuliazimia kwamba tutakwenda kumuona msajili wa vyama vya siasa ili tumpelekee malalamiko yetu, ambayo sasa tulikuwa iwe jana, lakini bahati mbaya jana tuka tuna shughuli nyingi, tumekuja kuitekeleza leo. Lakini kwa vile sasa tumekuja kwa msajili wa vyama vya siasa, ndugu wanahabari, mapema leo tumekwenda ofisi kwa msajili wa vyama vya siasa, ninyi ni mashahidi. Tumekabidhi barua yetu yenye maaliko mbalimbali juu ya uvunjifu wa katiba unaofanywa kihuni na kwa makusudi na viongozi wetu wa Chadema, hasa mwenyekiti Mbowe na katibu mkuu Dr. Wilbrod Peter Slaa. Tunaambatanisha na nakala ya barua tutakayoipeleka kwa msajili wa vyama vya, vya, vya siasa kwenda, si kwenda kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali. Ndugu wanahabari kutokana na ukweli kwamba viongozi wetu hasa mwenyekiti Mbowe na katibu mkuu Sila wanahusika moja kwa moja na ubadhirifu wa fedha za chama zinazotokana na kodi za umma zaidi ya bilioni 10.0338, na wao wanasema hayo madai sio mapya na kwamba wamekwisha yazoea. Hivyo basi, tumepeleka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali barua yenye kuomba kupatiwa nakala ya taarifa ya ukaguzi wa hesabu za Chadema baada ya ofisi yake kukamilisha ukaguzi huo. Pia pamoja na kuomba nakala hiyo, tumeomba pia mkaguzi azitoe taarifa hizi hadharani ili wanachama wa Chadema na Watanzania kwa ujumla kupitia ninyi waandishi wa habari muweze kufikishia umma huu msingi wa hoja zetu. Ndugu wanahabari, naomba nizungumzie kwa nini tunasema hivi. Wanaweza kafikiri kwamba kuna hoja nyingine, lakini msingi wa hoja zetu, tunaomba katibu mkuu wa Chadema ajibu hoja zetu na aachane kuleta vioja kama ambavyo amekuwa akinukuliwa na vyombo vya habari jana. Msingi wa hoja zetu sisi ni katibu mkuu kujilipa zaidi ya milioni 130, milioni 130 kwa mwaka huku makatibu wake wa mikoa, wilaya, kata hawaliko hata shilingi moja. Msingi wa hoja zetu ni katibu mkuu silaha kujikopesha zaidi ya milioni 160 kwenda kumalizia deni la nyumba yake bila kufuata utaratibu wowote wa mikopo. Msingi wa hoja yetu nyingine ni kitendo cha mheshimiwa Mbowe kukodisha magari yake kwa mamilioni ya pesa kila tunapotumia, halafu yanapokuwa machakavu anatuuzia. Mfano, kuna fuso mbili ambazo ni chakavu, tumezinunua kwa shilingi milioni mia sita. Msingi wa hoja zetu nyingine ni kitendo cha mwenyekiti Mbowe kukiuzia chama VX V8 mbili ambazo amenunua kwa pesa za chama halafu anazisajili kwa jina la Mboye Hotels. Hivyo ndio msingi wa hoja zetu. Mheshimiwa Dr. Slaa katibu mkuu alitakiwa kujibu hoja hizi, aeleze ni kwa nini anatumia vibaya pesa za umma hata kabla hajaingia madarakani. Dr. Slaa alieleza kama leo tupo wapinzani tunaweza kuchezea katiba hivi, je tukiingia madarakani inaweza ikawaje? Dr. Slaa aeleze kama viongozi wake wa wilaya ni wajinga akili manake, katika vyombo vya habari amenukuliwa akisema kwamba wale walioko Chadema wakorofi wale ni wajinga. Sasa akili sasa kwamba yeye ndo katibu mkuu wetu. Je, miongoni mwa wajinga kama anaongoza chama cha viongozi wa wilaya, wajumbe wa baraza kuu na wajumbe wa mkutano mkuu ni wajinga, yeye naye anakili kwamba naye yani ni mjinga miongoni mwa wajinga wanaongoza chama kile. Lakini je, anaweza aka kaa na viongozi wajinga na akatengeneza